Lakini kama unavyojua, ujenzi unaendelea unaendelea ujenzi kwa maana ya Makutupora, kutoka hapa Dodoma tunaweza tukaenda na treni ya umeme kilomita 100 mpaka Makutupora ambayo iko karibu na, na Manyoni. E, navyozungumza tunafika Manyoni na tuna, tunaweka mpangilio mzuri, kwa sababu tuanza na treni za mizigo hivi karibuni mwezi wa tano, tujipanga kutokana na logistics navyokwenda, nafikiri mbona a tukifanya ma, majaribio e, mabehewa yetu ya mizigo kwa tunajipanga kuanza treni za mizigo. Najua tuko excited sana wa Tanzania kwa treni za abiria, treni za abiria tutengenezi pesa, treni za mizigo ndio zizotengeneza pesa. Kwa ndio maana tuna push tuanze, hatusubiri tufike Mwanza au Kigoma, tunataka tuanze kuleta mizigo hapa Dodoma au tushushie pale Bahi, alafu magari sasa badala ya kwenda mpaka Dar es Salaam yachukulie makontena hapa Dodoma au yachukulie makontena pale Bahi. Kwa hiyo kinuo kichoendelea, lakini ujenzi zinaendelea kwa maana ya kutoka Makupola Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, kwa Mwanza tuko takriban asilimia sitini na tatu, lakini tuna ujenzi mwingine ambao tunatoka Tabora Kigoma, ujenzi unaendelea. Nafikiri kesho tutakuwa tunatembelewa na, na kamati yetu ya, ya PAC kama sikosei ya Bunge, kuja kuangalia maendeleo ya ujenzi. Kwa watu wa Kigoma mnaweza mkaangalia lile daraja kupita Malagarasi pale tunamalizia. Kwa hiyo ujenzi unaendelea, lakini vivyo kama hivi karibuni mliona tulisaini mkataba mwingine wa kutoka Uvinza kwenda Burundi, na yenyewe tupo zungumza, tunaanza misheni wiki kwa ajili ya kwanza mobilization kwa mkandarasi, kwa vitu vinaenda moto moto. Ujenzi wa Kigoma tutafika 2028. Watu wa Kigoma wakae mkaa wakula, wakula eh. Kigoma, Katavi, Rukwa, lakini kwa watu wa Mwanza, kanda ya ziwa, kwa maana ya, ya, ya tunaanzia Shinyanga kwanza Tabora, Tabora wenzetu pale majirani zetu Shinyanga, Simiu, Mwanza, Geita, Kagera, Mara ujenzi tuta, tutamaliza 2027 20, tutakuwa tumeshaanza kutoka na treni hii ya mchongoko hii hadi inaweza kutumia ikatumia kama saa sita saba tuko mwanza eh? kwa hiyo wananyuwa kawe mkaa wa kula unakuja huko Dar es Salaam. Na hii imekuja ni kwa sababu baada ya kufanya mkutano wetu huu tunakusanya wajumbe kutoka mikoa mbalimbali, ukaona wakifika hapa. Na kwa sababu mheshimiwa rais ameelekeza kwamba twende kusemea hii miradi miradi mikubwa na miradi ambayo tumeifanya kwenye maeneo yetu, kwa tuona sasa ni vizuri waje watembelee SGR hii, waende Dar es Salaam warudi, wakirudi kule kwa wananchi waweze kuwaeleza kitu ambacho wameishahusika. Lakini la pili ili waweze kuwaeleza wananchi wale ambao walikuwa wanahangaika kipande cha kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kwa, kwa, kwa basi kwamba unaweza ukatoka mikoani ukafika Dodoma ukashuka na, na basi ukapanda treni kwa muda wa masaa matatu huko Dar es Salaam. Kwa hiyo hii ni moja ya kwamba tumeifanya waweze kufanya, kwa sababu NMB pia tumekuwa wadhamini wa ziara hii ya ALAT. NMB ALAT NMB SGR kwenda Dar na kurudi na alati walipo tu, tu, tufata walivyotukimbilia na kuomba tuwadhamini tuliona ni jambo zuri jambo la heri kwa sababu wao wakiwa kama wawakilishi wa wananchi kutoka maeneo mbalimbali tuliona kwamba ni jambo kubwa na muhimu kujionea maendeleo ambayo yamefanywa na serikali yetu na wanaporudi makwao waweze sasa kuwa mabalozi kuelezea na sisi tulikuwa tumejipanga vizuri na tumetumia nafasi hii kuweza sasa njia nzima kuwaelezea huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Zingine ni fursa kwa ajili ya wananchi wa maeneo yao na zingine zinahusu taasisi kama TAMISEMI ndani ya halmashauri. Kwa hiyo tumetumia hiyo nafasi ipasavyo, na tuna imani wao watakapoenda kwenye maeneo yao watakuwa sasa wanawapa habari wananchi mbalimbali na wafanyabiashara wa ngazi zote kuhusiana na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika benki kayo. Si tumeichukulia kwa uzito unaostahili na tumeichukulia kama ni fursa.